Tumefanya utafiti wa kutosha, hatujaona mahala popote pale ambapo panaonyesha ushahidi wa kimazingira kwamba mtoto akianza la kwanza mpaka la saba ndio atakuwa na uelewa mkubwa wa kusoma na kuandika ama kutambua mambo. Je, kwa elimu yetu ya kuchola panzi ana miguu mingapi? Halafu nataka uzalishe mtoto awe engineer, kwa elimu yetu ya kuambia tafuta kipenyo, anenda dukani kaniletea kipenyo hapa tunatumia muda mwingi kuwaweka watoto shuleni kuwapumbaza badala ya kuwaelimisha. Serikali yangu ikiwa Mungu itampendeza na ninyi wenzangu, mkanichagua nikaenda madarakani, mtani wenu mnyamwezi mimi, nitafuta mitaala ya elimu ya sasa na kuweka mtaala unaoendana na hali halisi ya dunia ya leo, sayansi na teknolojia. Tutaanza elimu elimu ya awali itakuwa ni mwaka mmoja, tukiwa na walimu bora na sio bora walimu. Mwaka mmoja unamtosha mtoto kujua kusoma na kuandika. Akitoka hapo ataanza darasa la kwanza, darasa la pili mpaka la nne atafanya mtihani wa taifa, mwaka minne na ule mmoja utapata miaka mitano. Ikiwa mtoto ameanza shule na miaka kumi, miaka kumi na tano amemaliza darasa la saba. Tutachukua miaka miwili. Tumefanya practice kwenye form, kwenye QT, watu wanasoma miaka miwili elimu ya form 4 wanafanya mtihani, wanafaulu. Kwa hiyo watoto sasa watasoma miaka miwili badala ya miaka minne. Ukiweka pale miaka kumi na saba mtoto kamaliza form 4 atakwenda 5 na 6 miaka miwili, chuo miaka mitatu, miaka 21 mtoto katoka chuo kikuu lakini Kwenye mtaala huu mpya mtoto akifika darasa la tatu, tutakuwa tumeandaa waalimu maalum kwa ajili ya kuibua vipaji vya watoto. Sisi wote tulioko hapa ni wazazi, ukiwatazama wanao nyumbani, unaweza kujua kipaji chake hata bila kumleta mtaalamu. Mwanao mwingine anapenda kubumba gari muda wote, yeye anatengeneza gari, anaendesha, tunajua huyu ni engineer, mechanical engineering huyu. Mwingine yeye anachora tutajua huyu ni architecture huyu. Huyo mwingine anapenda kupika huyu, yeye ni chef, ni mpishi. Watachukuliwa taaluma zao kwanzia darasa la tatu, wataanza kusoma masomo ya kiada na masomo yatokanayo na vipaji vyao, atakwenda na elimu hizo mpaka chuo kikuu. Anamaliza chuo kikuu, kwanza ana cheti cha elimu ya kiada, lakini ana cheti ama ana degree yake ya ufundi wake aliyosoma kwanzia darasa la tatu, tutakuwa tumetengeneza wataalamu wengi sana kwenye nchi yetu, na tatizo la ajira litakoma, kwa sababu wakati anatafuta kazi kwa mujibu wa chati chake tayari ana kazi yake nyingine aliyoisoma darasani toka darasa la tatu. Kwa hiyo akikosa kuajiliwa serikalini, anajua kushusha injini na kuipandisha, anajua kujenga nyumba, anajua kuchonga stuli na vingine. Ni lazima tuwe na dunia inayoendana na wakati, tuache kukalili na kufikiri kwamba wakoloni walichotulidhisha walikuwa na akili sana kuliko sisi.